Moja ya matatizo makubwa katika uh, usimamizi wa ini ni wagonjwa wenye kushindwa kwa ini. Kuna aina mbili za kushindwa kwa ini: kushindwa kwa ini kwa ghafla ambako hutokea ghafla na ACLF, au kushindwa kwa ini kwa ghafla juu ya ugonjwa wa muda mrefu ambako hutokea kwenye msingi wa uharibifu wa ini au sirosis ya ini. Wagonjwa hawa ni wagonjwa sana, mwili mzima huathirika kutokana na kushindwa kwa ini um. Wengi wao wanahitaji usimamizi waiku, wa iku kwa muda mrefu. E, katika Apollo tuna msaada mkubwa wa wataalamu wengine kutusaidia katika usimamizi huu. U uh, tuna madaktari maalum wa anestesia ya ini na utunzaji wa wagonjwa mahututi wa ini kutusaidia kusimamia wagonjwa hawa na tunatumia njia zote za matibabu za kisasa zinazopatikana ikiwa ni pamoja na msaada wa ini wa nje wa mwili kwa njia ya matibabu ya plasma au matibabu ya kunyonya heme kusaidia wagonjwa wa kushindwa kwa ini. Uh, hii pia wakati mwingine inajulikana kama dialysis ya ini ingawa si dialysis halisi. Baadhi yao tunawaandaa kuelekea upandikizaji wa ini ambao hatimaye utaokoa mgonjwa. Kwa uh, hivyo sisi ni moja ya vituo vichache nchini vinavyotoa usimamizi kamili wa kushindwa kwa ini wa kiwango cha digirii 360.